Hiyo ni habari inaanza kwenye gazeti lako la Mwananchi, lakini bado kuna habari inayosema kasi ya wazazi kuua watoto yashtua, kasi ya wazazi kuua watoto yashtua. Na Rais Samia Suluhu Hassan, ramli chonganishi ziepukwe kuelekea Oktoba. Huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, Suluhu Hassan asema ramli chonganishi ziepukwe kuelekea uchaguzi eh, Oktoba, lakini Kikwete aonya hila ulaghai na ujanja kwenye uchaguzi Kikwete aonya hila ulaghai na ujanja kwenye uchaguzi. Lakini uadilifu unavyotesa wanaume kwenye ndoa za mitaala, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini ukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Habari Leo yenye ninaanza na habari inayosema eh, msaada wa kisheria wamrejesha mjane nyumba aliyemtimua mbaroni. Msaada wa kisheria waaiisha mjane nyumba aliyemtimua mbaroni, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la habari leo. Lakini wananchi wahimizwa kuchuja sera sikejeli uchaguzi 2025 wananchi wahimizwa kuchuja sera na sikejeli uchaguzi 2025, hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa tatu. Lakini mama adaiwa kuua watoto mama adaiwa kuwa watoto wake wanne naye ajiua kwa sumu. E, hii ni habari ukurasa wa ishirini inasema mama aua watoto wake wanne na yeye ajiua kwa sumu. Lakini habari kubwa ndani ya gazeti la habari leo ni Samia aomba machifu waombee taifa amani. Rais Samia aomba machifu waombee taifa amani, ni kuelekea uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini na tano. Ahimiza amani na umoja, anyoshia vidole wagombea na Ramli Chonganishi, lakini atunukiwa hadhi ya mtemi wa sungusungu -sungu kanda ya Ziwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la habari leo ukurasa wa mbele. Lakini kuna habari inasema, Biteko aikaribisha Urusi kuwekeza nishati safi, na Kikwete ataka tofauti za kisiasa zisiyumbishe taifa. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu. Lakini teki yapiga marufuku wanasiasa kusimama e, madhabahuni e, teki yapiga marufuku Wana kusimama wanasiasa kusimama ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la habari yako. Kwa habari leo gwiji la habari kwa habari kwa kina, gazeti la habari leo tuangazie gazeti lako la Mzalendo. Ee, linaandika mapambano eh, dhidi ya dawa za kulevya ya pamba moto Zanziba, lakini Dkt. Mteko wakaribisha Warusi kuwekeza katika nishati safi, na habari kubwa ni Rais Samia acha alama kanda ya ziwa, pia Majaliwa awataka Watanzania kuchuja sera ya wagombea. Pia e, Majaliwa awataka watanzania kuchuja sera za wagombea. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mzalendo kwenye ukurasa wa mbele. Lakini wasomi wamtaja Dr Samia shujaa wa, wa, wa maendeleo nchini, na huku JK awasihi wananchi kulinda amani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiacha na gazeti la Mzalendo sasa tuangazie gazeti laku la Zanzibar leo lenye inaandika Soraga ajihisha uwekezaji nyumba za kulala wageni hoteli. E, Soraga e, ashajihisha e, uwekezaji nyumba za kulala wageni hoteli lakini Waziri Tabia aeleza umuhimu wa e, wa e, umuhimu wa hati za utambuzi wa ardhi. Waziri Tabia aeleza umuhimu wa hati za utambuzi wa ardhi. Lakini baraza la wawakilishi kuvunjwa kesho na Dkt Samia tuchukue jitihada kulinda maadili. Lakini waziri Shabani ahimiza ushirikiano eh, mapambano dhidi eh, ya dawa za kulevya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiangalia kwa kwenye gazeti lako la tafakari kwa maamuzi sahihi limeandika ametimiza mabaraza ya madiwani mwisho leo eh, lakini mwanafunzi ashikiliwa kwa mauaji ya mwenzake Mbeya. Hiyo ni gazeti lako la Tafakari kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia gazeti lako la Tumaini, Tumaini letu linaandika skofu wa watahadharisha wasimamizi. Lakini NHC kuisuka upya Kariakoo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tumaini letu kwenye kurasa za mbele. Lakini tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe linaandika Kanisa Katoliki latua msimamo Siasa. E, Kanisa Katoliki natoa msimamo kwa wanasiasa. Kikwete atoa neno kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Hiyo nambari, hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini bado kuna habari inayosema mfumo dume ndoa za mitala e, vilivyozima ndoto za binti mhasibu e, mfumo dume ndoa za mitala vilivyozima e, ndoto ya binti mhasibu lakini ziara ya Rais Samia ilivyoacha alama isiyofutika kanda ya Ziwa. Ziara ya Rais Samia ilivyoacha alama isiyofutika kanda ya Ziwa, yenye habari ukurasa wa pili mpaka ukurasa wa tano wa gazeti la Nipashe. Lakini Kikwete atoa neno kuelekea uchaguzi mkuu 2025. E, Kikwete atoa neno kuelekea uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini na tano na makamu wa rais Filipo Zdoli Mpango uh, kumradhi inabad nasema, ripoti maalumu mfumo dume, e, ndoa za mitala, lakini mpango wa kitaifa kupunguza msongo wa mawazo. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakale yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa za magazeti kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kuna michezo na burudani e, kuna nini asubuhi ya leo? La gazeti la kula Zanzibar leo kuna michezo naandika vita Yanga Simba kuendelea leo. Lakini msheri aitisha Dodo Majiji. Manchester United ya mchanganya Amorim. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar leo. Lakini kuna habari inaosema eh, kwenye gazeti la habari leo bingwa ligi kuu kujulikana leo. Eh, bingwa ligi kuu kujulikana leo. Na Kassim Majaliwa, eh, mabonanza yamesaidia kufanya mazoezi. Huyo ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa asema Mambo naanza amesaidia kufanya eh, mazoezi. Lakini wanne pool table wa kushiriki madola. Yuna habari kwenye gazeti la habari leo kurasa wa mchezo. Na kwenye gazeti lako la tafakari kwenye michezo naandika ukimya wa eh, Simba unatafakarisha ni kuelekea Derby ya Kariakoo wenyewe hapo kimya, lakini habari inasema ukimya wa Simba unaunatafakarisha. Lakini ufunguzi chani kufanyika kwa Mkapa Agosti 25 ufunguzi chani kufanyika kwa Mkapa Agosti 25. Lakini kwenye gazeti la Nipashe e, lenyewe lina ni habari kubwa kabisa inayosema Simba Yanga mzigoni tena, za playoff kujulikana leo e. Lakini timu zote 16 zipo uwanjani katika michezo ya kumaliza. Hiyo ni habari inayosema kwenye gazeti lako la Nipashe, Simba Yanga mzigoni tena e, playoff kujulikana leo lakini timu zote 16 zipo uwanjani katika mchezo e, ya kumaliza. Lakini kuna habari inasema mwalimu kuweka rekodi klabu bingwa ya dunia, mwalimu kuweka rekodi klabu bingwa ya dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la nipashe e, huyo ni mchezaji mwalimu wa Wydadi aweka e, rekodi e, kwenye klabu bingwa ya dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti la nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini habari kubwa ni magazeti mengi asubuhi eh, ya leo, kuna michezo ni Simba Yanga mzigoni tena, eh, za playoff nazo kujulikana leo eh, leo ndio mwisho eh, kufungwa kwa timu nyingi kwenye ligi kuu ya NBC Premier League siku ya leo, eh, mechi zote, timu zote ziko mzigoni, na gazeti lako ni Nipashe, mwanga wa jamii, ndio unatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakale yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwa herini.